Wodi ya wagonjwa wa afya ya akili ni sehemu ambayo wengi huiogopa. Harufu ya dawa, milango inayofungwa kwa kufuli, na sauti za wagonjwa zinazoomba msaada au kuzungumza peke yao ni sehemu ya maisha ya kila siku kwa wauguzi wanaofanya eneo hilo. Lakini kwa Peter Mtei, muuguzi mwenye uzoefu wa zaidi ya miaka 20 katika wodi hiyo, eneo hilo ni nyumbani kwake, na wagonjwa ni familia yake ya pili. Uh, niliajiriwa elfu mbili na saba. Uh, na tangia nimeajiriwa, nimeanza kufanya kazi kitengo cha afya na magonjwa ya akili. Sijafanya eneo lingine lolote lolo mbali tofauti na kitengo cha afya na magonjwa ya akili, kwa hivyo na uzoefu wa almost miaka ishirini mpaka sasa. Mtei aliyeanza kazi kama muuguzi msaidizi Anakumbushia ziara yake ya kimasomo katika hospitali ya taifa ya afya ya akili Mirembe, ilimfanya atamani kufanya kazi eneo hilo baada ya kuona wagonjwa ambao jamii haikuwapa kipaumbele. Anasema wakati anaanza kazi alikutana na changamoto ambazo wakati anasoma hakuziona, na alikaa nao muda mfupi, alikumbwa na hali ya kuogopa na kuna nyakati akiogopa hata kwenda kazini lakini kutokana na kuwa na elimu ilimpa moyo kutumia mafunzo kwenye kazi kisha akazoea. Aa, nilianza kufanya kama muuguzi msaidizi kitengo cha afya ya akili, na baadaye nilienda kujiendeleza chuo cha afya na sayansi Muhimbili, nikawa kama afisa muuguzi kitengo cha afya na magonjwa ya akili na baadaye nikapanda vyeo mbalimbali mpaka sasa ni senior nursing officer katika kitengo cha afya na magonjwa ya akili. Mtei, ambaye pia ni ofisa muuguzi mwandamizi na meneja ya jengo la afya na magonjwa ya akili, katika kipindi cha kazi yake, anasimulia matukio aliyowahi kuyashuhudia. Matukio ambayo nimeshuhudia ni katika ile hali ya purukushani za kumsaidia mgonjwa na kumpa dawa, inatokea labda muuguzi anaumia mkono, anateguka mkono, anaumia kidole, au mgonjwa anamumiza, katika ile hali ya kumpa mgonjwa huduma. Lakini mara nyingi kuna aina ya tekniki ambayo tumefundishwa, namna ya kwanza, usimwachie mgonjwa akili akae nyuma yako muda wote, akae mbele yako, na pia namna ya kumuhendo, kwa namna ya kumshika na namna ya kumdhibiti na kumpa dawa. Sio matukio mengi kivyo, ni matukio tu ambayo katika utendaji wa kazi yanajitokeza kuumia, na taratibu zingine zinafanyika, anapata matibabu, huduma zinaendelea kama kawaida. Anasema katika utendaji kazi kuna namna ya kuwasiliana na mgonjwa na mahusiano bora nao, pamoja na kujua hitaji la mgonjwa. Kwanza kabisa mgonjwa anapoletwa na ndugu zake au anapoletwa na maaskari au watu wowote wanaomleta mgonjwa e, jukumu letu kubwa ni kumpa huduma mgonjwa. Kwa hivyo anapofika wodini pale, tunasaidiana na ndugu na waliomleta, na sisi watu wa huduma wote kama team tunamdhibiti, tunampa dawa, na dawa ya mwanzo kabisa lazima apate kwa kupitia mshipa, injection anapata dawa ile, analala. Akishalala pale sasa ndio tuna tuna tuna, tuna kamba zetu maalum restraining material za kitaalamu kabisa tu ambazo haziumizi na utaziona tutakapopita tunafunga mikono na miguu analala kitandani, alafu tuna, anakuwa kwenye uangalizi wa wauguzi na pia daktari aliyemlaza kwa muda wa nusu saa moja masaa mawili mpaka hapo atakapoamka, kwa sababu kunakuwa na kuna mwendelezo wa zile dozi zile tangu anapoingia mpaka baada ya masaa mawili. Kwa hivyo pale tukiona ameshatulia na ametulia na hana fujo tunamfungulia tuna, tuna, tuna, tuna kwa sababu wodi tunao mlaza ni kitengo chetu, tunaitambua kama ICU ya kitengo cha magonjwa ya akili. Kwa hivyo pale akae muda mrefu, miongozo yetu inasema akae ndani ya muda wa masaa 24, alafu tunamhamishia wodi nyingine kubwa kule, ingawaje kuna sababu ambazo zinaweza zikapelekea akae pale kwa muda mrefu kidogo, kutokana na hao wagonjwa wanakuwa na changamoto mbalimbali za afya ya akili. Kwa hivyo tukishamfungua tukiona sio hatarishi basi tunamhamishia wodi nyingine kubwa. Yes, lakini tukiona bado basi lazima mgonjwa awechi, uh, afungwe kamba au aendeleze muendelezo wa dawa za sindano uendelee kabla ajaingia kwenye dawa za vidongo. Akiongelea ndugu wa wagonjwa kuona wagonjwa wao. Anasema anapokuwa bado hatarishi, ndugu huruhusiwa kumwona mgonjwa kwa nje. ni Nishukuru sana wa ndugu, saa hii kidogo uelewa upo wa kutosha, lakini hapo awali kulikuwa ndugu wanaogopa sana wagonjwa wao, kwa sababu kuna baadhi ya ndugu uelewa wao kuhusiana na magonjwa ya akili ni tofauti na wengine. Wanahisi labda wamelogwa, wengine labda ni laana, wengine sababu mbalimbali lakini ushirikiano tunapata kwa asilimia kubwa ya ndugu, na wanapolazwa wao ndio wanawaletea chakula chao, wanaruhusiwa kuingia, wanawalisha kama majengo mengine yanavyofanya. Lakini yule mgonjwa ambayo kwa, kwa, kwa utaalamu wetu tunaona bado hajakaa vizuri na bado ni hatarishi, hata kwa ndugu, tunachukua jukumu la kuhakikisha sisi tuna tunampatia chakula wenyewe, ndugu anatukabidhi kile chakula, tuna tunawapa sisi wenyewe mpaka anapokuwa sawa. Hata huyu mgonjwa anapohamishwa wodi kubwa kule, tunapoona bado ni hatarishi kutokana na ugonjwa wake, wakati mwingine tunaruhusu ndugu aongee naye tu akiwa nje, kwa sababu wagonjwa wetu wako ndani wodini, alafu mlango mara nyingi unafungwa. Kwa wale ambao tunaona wanaendelea vizuri, huwa tunawaruhusu wanatoka nje, wanaenda ukumbini, wanakaa na ndugu zake. Lakini kwa wao ambao tunaona ni bado basi, tunahakikisha kwamba wamepata chakula wakiwa bado ndani. E, tunapoona wanaendelea vizuri basi, na wao baadaye tunawapa tuna ruhusa za majaribisho kutoka nje. Wanapoendelea vizuri basi, ndugu zao wanakuwa na access ya kuwa nao muda wote, hasa muda wa chakula. Hata hivyo, Mtei ambaye ni mume na baba wa watoto watano. Mimi ni baba na mke na watoto watano. Watoto watano, watatu wa kiume, wawili wa kike. Na mke wangu ni muuguzi pia yuko Mloganzila. Mloganzila. Yuko kwenye ofisi ya supervision kule Mloganzila. Na labda na nini. Morning, asira, nini, hmm, hasira kama binadamu zipo, mm hazikwepeki, -hmm. Lakini namna ya kuzimanage labda, so unaweza kuta mtoto amecheza lakini hajafanya homework na muda umeenda, kwa hivyo hasira zipo, lakini namna ya kuhandle hiyo hasira ndio labda ena. kidogo Kitengo hiki kimenisaidia namna ya kuhendwa vitu kama hivyo. Kwa hivyo unazihendwa una katika namna bora ya kumsaidia mtoto, na mwisho wa siku wanaelewa na wao pia wanatamani waje kuwa wanafanya kazi kama sisi. Wanaona wanato, tunatoka asubuhi tunarudi vitu kama hivyo, na wao wanatamani. Kwa hivyo mtoto anasoma huko naye anatamani kuja kuwa kama mzazi. Kwa hivyo yes. Anasema kazi hii imemkutanisha na wagonjwa wengi ambao walipona na kurudi makazini, vyuoni na shuleni na wanafanya vizuri na wengi bado anawasiliana nao. Tukio analosema hata lisahau ni la mwaka 2014, la mwanafunzi aliyelazwa akiwa na umri wa miaka 16 akiwa kwenye hali ya sonona kwa miezi minne mfululizo. Lakini siku moja akimhudumia, alimwangalia usoni na kutabasamu. Mm, kwanza kabisa tukiwa uzoefu uzoefu, kwanza uzoefu nilioupata katika hii kazi yangu ni kwamba kuna wateja wengi au wagonjwa wengi wame wamepitia mikononi mwangu, wamepitia kitengo chetu ambao walikuwa na hali mbaya na baadaye maen-ma waliendelea vizuri sana, na wengine wakazurudi makazini, na wengine shuleni, na wamemaliza vio na saini watu na wana familia zao vizuri kabisa, na hata tukikutana au tukipigiana simu, mara nyingi wanashukuru sana. Ila lilionigusa zaidi, kuna hili moja ambalo alikuwa mwanafunzi kipindi hicho, alilazwa hapa, alichukua muda kidogo kupona, lakini alikuwa ongei, alikuwa kama nasonona depression. Lakini siku moja katika ongea ongea naye tu kile katika kwenye kutoa huduma akatabasamu, ilinipa matumaini makubwa sana. Akatabasamu baadaye, akaja akarudi tena chini, baadaye akaja akatabasamu, na baadaye akaendelea vizuri akapata nafuu akapona akaruhusiwa, baadaye akawa anakuja kliniki, akaendelea na masomo yake, akamaliza form 6 akaenda chuo kikuu, akamaliza na siku ya graduation yake akanifanyia surprise akani akanialika kwenye ile graduation yake na kweli alikiri mbele ya wale walioalikwa wote kwamba mimi ndio nilikuwa tabasamu lake, ndio nilikuwa nilimtoa kifungoni katika ile hali aliyokuwa nao. Kwa ule ukaribu niliokuwa nao kwa kweli, ilinipa faraja sana kwamba kwa namna moja au nyingine, unaweza ukawa daraja kwa mtu, na unapovaa viatu vyake, unapojivisha anachokipitia, na ukakifanyia kazi, baadaye kinaleta kinaleta positive results, yaani kinaleta um, matokeo mazuri. Na kweli ilinipa funzo, ilinipa funzo kubwa sana katika kazi yangu na katika maisha yangu. Ni tukio ambalo sitalisahau, ingawaji kuna wengi sana ambao wanapitia, tunawasaidia na wana, naendelea vizuri na baadaye wanatushukuru sana ndio. Mtei anasema anajivunia wagonjwa wengi aliowahi kuhudumia wapo mbali kimaisha, ingawa walipoteza tumaini awali. Kwa kweli najivunia, kwa sababu ni watu wengi ambao wamepita, kwa muda huo wote nimekuwepo hapa na matatizo ya afya ya akili, na saini watu ambao wako mbali, walikuwa na wamepoteza matumaini, wamepoteza wamepoteza hamu ya kufanya kazi, wamepoteza yani, hawana ya wanaona kama hawana adhaminiwi tena, wamepoteza matumaini kabisa kuhusiana na maisha, lakini kwa sasa wako mbali. E, kuna wengine wamejiendeleza kielimu, wamemaliza wengine, kazini walikuwa wapoteze kazi, wamerudi makazini wengine walikuwa wameingia kwenye mauraibu uraibu wa madawa kulevya, sasa hivi wameacha, sasa hivi wamekuwa watu wana familia zao. Kwa hivyo nikifikiria yote, na nakiwakutana nao nafurahia sana, najivunia sana. Pili, kuna wanafunzi wengi ambao wamepitia mikononi mwangu, wamekuwa kama nimekuwa kama mwalimu wao, nimewafundisha na sasa hivi ni wa, wako wizarani, wengine ni wakubwa, wengine wamefaidika sana kuhusiana na shule yangu niliyowapa, na pia faida kubwa. Pia nimefanya kazi katika kitengo hiki, imekuwa kama shule pia. Nimejifunza mengi sana, nimevaa viatu vya wa, wa, wateja wetu, nimeona wanachokipitia na nimegundua kwamba kumbe hili tatizo linaweza likampata mtu yoyote, kwa sababu mpaka sasa hapo wanalazwa watu na elimu zao professionals, watu na kazi zao. Kwa hivyo ni tatizo ambalo linaweza likampata mtu yoyote kwa muda wowote, saa yoyote, na sababu ni nyingi. Kwa hivyo imekuwa pia kama shule kwangu kufanya kazi kitengo cha afya na magonjwa ya akili. Kwa hivyo najivunia sana na sijawahi, sijawahi ku, ku kujilaumu kufanya kazi kitengo cha afya na magonjwa ya akili. Mtei anasema uuguzi wodi za wagonjwa wa akili ni kazi inahitaji utu, uvumilivu na kujitoa sana, na inahitaji muuguzi mwenye upendo kwa mteja. Hivyo ni watu wanaotakiwa kutambulika na wanathaminiwa, kwa kiasi fulani itakuwa motisha kwao kufanya kazi na kutoa huduma kwa wagonjwa. Kuna wakati ninazidiwa na wagonjwa, kwa hivyo unajikuta una unahudumia wagonjwa wengi kwa, kwa wakati mmoja ambao mwisho, ambao mwisho wa siku unakuta unapata unachoka sana kisaikolojia, unapata burnout na nini. Lakini kuna wakati pia katika harakati za kuwapa huduma wengine wanaumia labda hmm, wengine. Kuna wakati katika harakati za kuwapa huduma pia wagonjwa wetu wanatukana matusi kwa hivyo wakati mwingine kama binadamu pia kisaikolojia inawaumiza, lakini kwa sababu wamesomea, wengi wanajua kwamba ni pati ya kazi yao, lakini mwisho wa siku pia, kama binadamu, wana inawaumiza pia. Kuna wakati mwingine unakuta pia kuna ndugu wanaleta wagonjwa, lakini wanawakimbia, hawafuatilii, mnawatafuta kwa sababu tiba ya afya na magonjwa ya akili ni tiba shirikishi baina ya watu wa huduma na ndugu. Sasa unapopata unapokosa ile pati ya ndugu, wakati mwingine inakuwa changamoto katika maendeleo ya mgonjwa. Kwa hivyo inakuwa pia ni mzigo mkubwa kwa wauguzi ambao wanakaa na mgonjwa muda muda mrefu. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya changamoto wa wauguzi wa kitengo cha afya ya akili wanakutana nazo. Mtei anasisitiza kuwepo kwa tiba shirikishi kati ya wauguzi na ndugu, lakini wengine huwachelewesha kwenye matibabu wakiamini amelogwa. Akiwahishwa tiba huchukua muda mrefu. Ndiyo, ni kweli niseme, bado jamii inafika hasi sana magonjwa ya akili na hiyo inatuadhi kama nilivyosema kwanza wana wanachelewesha wagonjwa huduma kuwaleta kupata huduma hospitalini, kwa sababu wa kile wanachokiamini, labda ni uchawi, amelogwa. Kwa hivyo wanapita huko kwa waganga wa kienyeji, wapi baadhi. Kwa hivyo by, by the time wanawaleta kupata huduma kitengo chetu cha afya ya akili, unakuta wamemchelewesha. Kwa hivyo ile tiba inachukua muda kidogo, tofauti na vile ingechukua wa, wangemuaisha angepata huduma haraka, na maendeleo yake akawa mazuri zaidi. Kwa hivyo bado pili, ile hali wanaweza wakamleta, lakini wakamchukua tena, wakamwomba hata kabla hajakaa vizuri, wakamwomba aondoke naye, basi kuna taratibu za kusaini na nini, wanakabidhiwa, wanaenda naye alafu wakishindwa wanamrudisha, kwa sababu wanaruhusiwa kabisa kwamba mkishindwa mumrudishe, lakini msichanganye dawa zetu na made, dawa yenu, kwa mnaweza mkamwathiri mgonjwa akapata matatizo mengine. Kwa hivyo bado jamii inahitaji elimu, ingawa ndani ya hiyo miaka ishirini mpaka sasa kuna uelewa mkubwa kwa wengi, na tunaahidi kwamba hili litaendelea kwa sababu bado jamii inahitaji inahitaji kuelimishwa sana ili kuzidi kuelewa zaidi kuhusiana na kwa sababu hata kuna unyanyapaa wa hali halisi. Uh, unyanyapaa kwa wagonjwa wa afya na magonjwa ya akili haya, wengine hawapati wa, ushirikiano ulio unao stahili kwenye jamii, ndugu zao wenyewe. Kwa hivyo unyanyapaa bado upo, kwa hivyo jamii bado ina fikra hasi kuhusiana na mtazamo wa magonjwa ya akili. Licha ya changamoto hizo zote, Mtei anasema mafunzo endelevu kwa wauguzi eneo hilo yanahitajika ikiwezekana kwenda kujifunza wengine au mataifa mengine wanafanyaje kazi ili kupunguza changamoto ikiwemo namna ya kudhibiti wagonjwa ili kupunguza matukio ya wauguzi kuumizwa. Jambo muhimu sana ni hasa la kufuatilia matibabu yao hasa dawa. Mahudhurio mazuri ya kliniki ni muhimu sana, ambao tunawasisitiza sana kwenye elimu yetu ya afya kila siku, kabla hatujaanza kliniki, umuhimu wa kufuatilia kliniki na matumizi sahihi ya dawa wanazoandikiwa na wataalamu. Pia kuna, tucha, Mbao, tuna kitengo chetu cha tiba kwa njia ya kazi ambao tuna wataalamu watiba kwa njia ya kazi ambao wanawasaidia sana wagonjwa ambao wamepoteza uwezo, zile skills pia za kazi, utendaji kazi, wanawasaidia kuzirudisha zile kwa njia moja au nyingine. Na kuna kitengo chetu huko Mbagala, wanaitwa panaitwa vikuruti rehabilitation, rehabilitation. Kuna baadhi ya wagonjwa wetu wako kule na wa, baadhi ya wa wataalamu wako kule kwa hivyo na suala lingine ni kuimarisha hizi tunazoita outreach services za kuwatembelea baadhi ya wagonjwa wetu ambao hawana support kwenye jamii. Kwa hivyo, tulikuwaga na kitengo cha cha cha community outreach, ambao kuna wauguzi walikuwa wanaenda huko kuwatembelea baadhi ya wagonjwa na kuwapelekea huduma. Kwa hivyo tukiimarisha vitu kama hivyo, mwisho wa siku, tutaboresha zaidi na mwendelezo wa tiba kwa wagonjwa wetu. Afya akili utakuwa mzuri sasa hivi na utaboreka zaidi. Kitu ambacho ningependelea zaidi ya uuguzi kidogo ni namna ya kutoa huduma bora kwa wateja wetu e... A... kuna ile kibinadamu, kuna hisia, kuna saa ingine unaweza kuwa una ukagadhirika katika kutoa huduma kwa wateja wetu, lakini ile ende mafunzo yakiwa endelevu, namna ya kutoa burnout, namna ya kuhendo wagonjwa wetu, wateja wetu, inasaidia sana kwa kwa watendaji kazi wetu kuimarisha. Pia swala la unaweza kuwapeleka hata sehemu labda nchi zi kuangalia wenzetu labda wanafanyaje, kujifunza namna wanavyohendo watu wagonjwa kama hawa wa afya na magonjwa ya akili ili kupunguza changamoto mbalimbali mbali. Pia kuna yale mafunzo ya ya kunamna ya ku namna ya kudhibiti hao wagonjwa, kwa sababu bahati mbaya huko hatuna mabouncer au walinzi ambao, mm. Kuna wagonjwa wanakujega wana nguvu sana na wahudumu wetu au wa wauguzi hawana miili ya kuwahendo, kwa hivyo kuna yale mafunzo tu ya kuweza kumweza kumdhibiti mgonjwa na kumpa huduma na kumfunga kitandani, mafunzo ambayo ni ya yaendelevu ya tu ya kukumbushana namna ya kuhendo wagonjwa wa, wa wafya, ili kupunguza cases nyingi za kuumia pamoja na za yes cases za kuumia kwa baadhi ya wauguzi. Akielezea miaka ishirini yake ya utoaji huduma ya eneo hilo, Mtei anasema serikali imefanya mambo mengi. Muhimbili kumekuwa na maboresho makubwa, elimu kwa ndugu imekuwa kubwa, kuna mwamko, ushirikishwaji mkubwa kwa sababu siku za nyuma ndugu wengi walikuwa na dhana tofauti. Nikiri kwa kweli, serikali imefanya mambo mengi na uongozi wa hospitali ya taifa Muhimbili kwa ujumla kumekuwa na maboresho makubwa sana ya e, matibabu ya, ya afya ya akili. Kwanza ile elimu kwa ndugu ile awareness imekuwa kubwa. Awareness kwa Watanzania wengi kuhusiana na masuala ya afya ya akili imekuwa kubwa. Kwa hivyo kuna mwamko mkubwa sasa hivi, kuna kushirik, ushirikishwaji mkubwa na kwa sababu hapo hao walinyu siku za nyuma, ndugu wengi walikuwa nadhana kama nilivyotangulia kusema tofauti nini kimesababisha matatizo ya afya ya akili. Wengine walikuwa na imani ya amelogwa, wengine ni laana. Kwa hivyo walikuwa wanapitia kwenye matibabu ya aina mbalimbali ili kutuliza tu, lakini sio kutibu e. Kwa hivyo serikali sasa hii tunaona hata inaipa kipaumbele matatizo ya afya ya akili, hata kwenye bajeti za bajeti za serikali imepewa kipaumbele, dawa zinapatikana kwa asilimia zaidi ya tisini sahii, na hata kama dawa haipo kwa bahati mbaya, kuna mbadala ipo. Kwa hivyo huduma zimewataalamu wanazalishwa kutosha wa kutosha sahi, na ambao mpaka sahi ukienda hizi hospitali hata za Dar es Salaam, Mwananyamala, Temeke na Amana, sahi kuna wataalamu wabobezi kabisa na wamesoma wa, wa, wa afya ya akili na bado wengi wanazalishwa na wanazidi kwenda kusaidia huko peripheral hospitals huko, na tunatamani kila kaya ipate hii elimu ya afya ya akili. Kwa hivyo kuna, kuna mabadiliko ma, makubwa sana na maboresho makubwa sana kwenye masala ya, ya afya ya akili kwa ujumla hmm. hata hivyo idadi ya wagonjwa inazidi kuongezeka mwaka hadi mwaka. Uh, takwimu ni kweli wagonjwa wamezidi kuwa wengi na unaendana na population inavyozidi pia kukua, lakini ni kweli tulikuwa na wodi chache. Kwa mfano kuna wodi yetu hapo moja ambao wanafikia wagonjwa, ilikuwa na upande wa wanawake na upande wa wanaume vitanda Sita, sita, lakini baadaye kutokana na wingi wa ugonjwa wa kiume ilibidi ile wodi tuiache iwe wodi ya wagonjwa wa kiume peke yake, na na baadaye pia kutokana na wingi wa wagonjwa wa afya na magonjwa ya akili, baada ya hospitali ya Mloganzila kujengwa pale saa kwa mfano kukijaa huku tunawahamishia bloga nzila na kule nao kuna wodi. kitu ambacho siku za mwanzo akikuwepo ilikuwa ni mwimbili tu, tukizidiwa zaidi au mgonjwa anataka rufaa ya kwenda hospitali e, kubwa ya magonjwa ya afya ya akili Mirembe, anapelekwa Mirembe. Lakini kwa sasa wagonjwa wamekuwa wengi sana, na kingine kutokana na population imekuwa, lakini pia uelewa elimu imezidi kuwa kubwa, kwa hivyo wagonjwa wanazidi kuja kupata huduma za magonjwa na afya ya akili. Kwa hivyo na services eh, zinazidi kukua, zinazidi kuboreshwa, zimekuwa nzuri na matibabu yanapatikana, wataalamu wapo wa kutosha, wanapatikana. Kwa hivyo huduma zinazidi kukua na wagonjwa wanazidi kuwa wengi, kwa hivyo kuna utofauti mkubwa sana na hata zilizopo kwa sasa hazitoshi kwa sababu tunatamani hospitali za RRH zinazorifaa wagonjwa huku Amana, Mwananyamala, Temeke angalau wapate hata na wodi chache za kulaza wagonjwa, kupunguza mzigo mkubwa sana ukuja mwimbili huku mwimbili Upanga na Mloganzila, angalau akiwa na vitanda kumi vya wanaume vitanda kumi vya, vya wanawake au vitano vitano, kidogo itapunguza ile ilekonjecheni ya wagonjwa hospitali zetu, hospitali yetu ya taifa Mwimbili na Upanga na kule Mloganzila. Kwa hapa Upanga, mna wodi ngapi ambazo zinaweza kuchukua wagonjwa ngapi? Tuna wodi nne. Wodi ya kwanza ni acute ward ambayo inachukua wagonjwa kumi na mbili. Ya pili ni mm -hmm. general acute ward, hiyo ni wagonjwa kumi na mbili. Na general ward ambayo ni ya wanaume ina vitanda ishirini na mbili inachukua wagonjwa ishirini na mbili Female ward pia inachukua vitanda ina vitanda ishirini na mbili inachukua wagonjwa ishirini na mbili Kwasa, kwa sababu kwa sasa haturuhusu mgonjwa kulala chini. Zikijaa tunamhamishia Mloganzila, na tunawapa taarifa kabisa hospitali ambazo zinaleta mgonjwa Muhimbili, tunawataarifu huku kumejaa moja kwa moja wapeleke Mloganzila. Mloganzila kukijaa sasa, hakuna cha kufanya, ni kuangalia ambao wana maendeleo mazuri mawodi na kuwapunguza kwenda nyumbani, ili kuruhusu kupata nafasi za kulaza wengine wanaokuja. Kwa hivyo, kuna wodi nyingine ni ya female wodi ambayo pia ina wagonjwa 20, ina vitanda 22. Pia tuna wodi ya kulipia private, ina vitanda kumi: vitano vya wagonjwa wa kike na vitano vya wagonjwa wa kiume. Kwa hivyo tuna jumla ya vitanda 66 kwa hapa, lakini tuna vitanda vingine 32 kule vikuruti rehabilitation, ambao pia tuna wagonjwa wetu kule.